Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube, na leo tutakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe unaosema kwamba yeye hudumu wa kuaminiwa. Na Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya na mafundisho haya yakafanyike msaada kwako, kwa katika jina la Yesu Amen. Yeye hudumu wa kuaminiwa. Timotheo wa pili a, a, Timotheo wa pili 2:13 anasema kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, kama sisi hatuamini yeye hudumu wa kuaminiwa Mungu huyu ambaye tumemkimbilia tume ambaye tumeweka tumaini, kwake, tumaini letu kwake yeye hudumu wa kuaminiwa baba zetu walimwamini akatenda mambo makubwa kwenye maisha yao na ndio maana maandiko yanasema kwamba mtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hutikisiki milele kama wewe huamini wewe huamini kuamini kwa habari ya habari ya Mungu huyo aliye hai. Yeye hudumu wa kuaminiwa, ameshuhudiwa mambo makubwa aliyoyafanya kwa baba zetu kwa babu zetu. Kila walio walipomlitia jina lake alifanya mambo makubwa, alifanya mambo makubwa, na mambo yako recorded kwenye neno lake. Tunashuhudia jinsi ambavyo Mungu alivyowatoa wana wa Israeli kutoka kwenye utumwa wa Farao, jinsi Mungu alivyotengeneza, alivyopitisha wana wa Israeli kati kati ya bahari ya Shamu. Tunashuhudia jinsi Mungu alivyowalisha wana wa Israeli kwa muda wa miaka, maana kwa muda wa miaka arobaini. Tunamshuhudia Mungu jinsi alivyopigana na maadui waliokuwa walikuwa kinyume na taifa la Israeli. Tunamshuhudia Mungu aliyefanya mambo makubwa. Tunamshuhudia Mungu aliyem aliyemsambaratisha Goliati ambayo lilikuwa ni jitu la vita tangu ujana wake, lakini likapigwa na katoto kadogo ambako kanamjua huyu Mungu aliye hai. Yeye hudumu wa kuaminiwa, yeye hudumu wa kuaminiwa. Ukimtumaini yeye hautaaibika. Haijalishi hata sasa unapitia changamoto gani, haijalishi hata sasa unapitia magumu gani, wewe mngoje Bwana na utauona ukovu mkubwa usio wa kawaida. Osio kawaida sio kawaida, na ndiyo maana maandiko anasema kwamba mngojao Bwana hawata aibika hata mmoja. Wakati mwingine kuna mambo mengine majibu mengine ambayo yanaweza kuchelewa. Kuna miujiza mingine ambayo tunatamani Mungu atufanyie naweza kuchelewa, lakini hiyo haimaanishi kwamba Mungu amekusawa. Haimaanishi kwamba Mungu amekusawa. Yeye hudumu wa kuaminiwa, yeye hudumu wa kuaminiwa. Tunamtumikia Mungu ambaye ni mzuri Tunamzungumzia Tuna Mungu ambaye ni habadiliki. Tunamzungumzia Mungu ambaye anatupenda kupita kawaida. Upendo alionao Mungu kwetu sisi hauelezeki. Na habadiliki. Habadiliki. Na ndio maana mzee wamtumainio yeye ni kama mlima Sayuni ambao utikisiki milele. Weka tumaini lako kwa Mungu. Haijalishi watu wengine una, wanasemaje. Haijalishi unaona nini? Haijalishi unasikia nini? Haijalishi unakutana changamoto gani? Unachotakiwa kujua kwamba Mungu yuko kazini. Mungu iko kazini, na anakuwazia mema, na anakuwazia mema. Yeye hudumu wa kuaminiwa, yeye hudumu wa kuaminiwa, yeye hudumu wa kuaminiwa. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Majibu yako me, yamechelewa, muujiza wako umechelewa. Yeye hudumu wa kuaminiwa. Usiondoe jicho lako kwa Yesu. Usianze kufikiri kutafuta namna yako mwenyewe Baba yetu Ibrahim aliahidiwa kwa uvumilivu, akaja kairithi ahadi, akaja kairithi ahadi. Kuna mambo ambayo inaweza kuchelewa, lakini jua neno hili ya kwamba yeye hudumu wa kuaminiwa. Hau utakua, hautaibika. Mwisho wako utakuwa mzuri kuliko mwanzo wako. Mwisho wako utakuwa mzuri kuliko mwanzo wako, kuliko na ndivyo ilivyokuwa kwa watu wote walioweka tumaini lao, tumaini lao kwake Mungu. Akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe. Tumaini Mungu, hautaibika. Weka tumaini lako kwa Mungu, hautaibika. Unaweza ukashare mafundisho haya, unaweza uka like mafundisho haya. Katika jina la Yesu na watu wengine watabarikiwa. Amen.